Naitwa Hadia Mashaka Ismaili. Ni mkazi wa Konabwili. Wanafanya biashara pale Konabwili za watoto huwa wanauza sambusa. Ile tukio hili mimi mume wangu aliondoka asubuhi. Usiku mzima tulikuwepo naye bila tatizo la aina yoyote. Ila aliondoka asubuhi saa kumi na mbili. Akamwambia mke wangu ngoja niondoke. Nifike kazini mara moja nipeleke ifungo ya watu. Mimi leo sitaki kutoka. Nataka tubaki hapa hapa nyumbani. Wewe una kazi gani leo? Nikasema nitakaanga tu sambusa kidogo kwa sababu leo ni siku ya, ya watoto. Watapita kwa ajili ya sikukuu, ndio ilivyokuwa. Lakini baada ya kutoka si kawaida yake kuzima simu. Nikaona huyu amesema anaenda kupeleka fungu. Toka dakika hii mbona sijamuona kurudi? Nilipochukua jukumu la kumtegea simu, haikupatikana. Nikapiga simu mara ya pili, haikupatikana. Nikasema labda atakuja, ngoja nitoe nguo nikute nafua. Atakapokuja tafanya mambo mengine, kwa maana taarifa yote mimi nimepigiwa simu eti Baba Frank amepigwa. Niliona watu nikajua moja kwa moja hii taarifa nilizopata kwe, za kweli sio za uongo nikaja moja kwa moja mpaka nyumbani hapa hivyo ilivyo. mimi na mume wangu tulikuwa tuna watoto watano, watano. Yeye kama baba wa familia alikuwa na mchango sana kwenye familia yao japo kipato chake kilikuwa ni kidogo, nilikuwa nimeridhika nacho, tunachangia wote tunagawana majukumu. Sasa nimebaki kwenye wakati mgumu. Ingatia bado nina mtoto ambaye amemaliza darasa la saba, nahitaji kwenda kuanza shule, bado tuko nafanya mikakati ya kwenda shule si wangu bado ni wadogo mwenye kujitambua ni mmoja tu, lakini wanne wote bado ni wadogo, wanahitaji msaada. baba ya naomba alifanyie upesi yake kwa a mtupakikani anakatisha uhai wake mapema, bado anaipenda familia yake. Jina kwa majina anaitwa Charles Andrea Mohamed. Mimi ni dada wa marehemu, ni wanne kuzaliwa taarifa hizi za majonzi si tulizipata, mimi nilikuwa nimeenda kanisani nilikuwa nimefika kanisani, ndo nikaja nikaambiwa kwamba unaitwa nyumbani, kakako ni marehemu. Nikatoka kanisani nikarudi, na ndio kwa wamenisindikiza kapika mpaka nyumbani. Kwa kweli tulipokea kwa uchungu kwa sababu mdogo wangu niliongea naye usiku na alinitumia vocha. Nikaja kusikitika kwamba niko kanisani kwamba ni ameitwa marehemu kwa ame, kweli mnaniumiza kwa kweli. Mdogo wangu akawa na ugomvi na mtu maisha yake, alikuwa ni mtu akisikia kitu anakuwa anatoka ile sehemu hata kama kukiwa kuna fujo, e, anatoka. Yani, mara nyingi alipenda kukaa yeye peke yake. Mdogo wangu alikuwa anafanya kazi ni, ni dereva kwa Dona, anafundisha anana, anawa, anafundisha wanafunzi kujifunza gari, na pia alikuwa ni, ni fundi pale kwa Dona kwa kweli nimepoteza mtu muhimu kwangu, so kwa sio kwangu tu, kwa familia. Mdogo wangu nilikuwa nampenda, mdogo wangu alikuwa anajali, alikuwa aishi. Asubuhi akiamka nipigia simu, dada vipi, uko vizuri? Anambia hapa nyumbani, saa nyingine papo vizuri, saa nyingine hapako vibaya. Anaambia tulia kidogo, ndani ya alisali moja au masaa mawili nitakupigia aje, kama kuna mtoto hapo aje atakuja kuchukua chochote kitu. Kwa kweli, kilikuwa ni kidogo, lakini kilikuwa kinatofaa kama familia. Naomba jeshi la polisi wakamilishe upelelezi mapema, wachukulie hatua, kwa sababu tumepoteza mtu muhimu kwetu. Tumepoteza mtu muhimu sana, poteza watoto. Wake bado ni wadogo, walikuwa wanamtegemea kwa hicho hicho kidogo alichokuwa nakipata sisi ndugu zake tulikuwa tunamtegemea kwa hicho hicho kidogo alichokipata. Nina ndugu wengine wako mbali, lakini yeye kwangu ndo alikuwa karibu. kimuita mdogo wangu, njoo, anakuja dada, kuna shida gani? kuna moja mbili tatu, niambia, tulia tata, tutata, tutatatua. Mempoteza mtu muhimu kwangu kwa kweli na kwa familia. Kwa majina yangu naitwa Evaristi Boniface Balindambi ndiye mwenyekiti wa mtaa wa Mwenuko kata ya Kitangiri. Nimepata taarifa ya msiba uliotokea vijuzi kwamba ndugu yetu mmoja ameuawa maeneo ya minazi mitatu hapo Kitangiri akiufupi, kwa ufupi kwa kweli mimi nilikuwa simfahamu na wala nilikuwa sifahamu kama anatokea mtaa wangu lakini baadaye nilikuja kuona watu wamekusanyika maeneo ya mtaa wangu, nilivyouliza, wakasema kwamba ni yule ndugu yetu aliyeuawa maeneo ya minazi mitatu hapo Kitangiri, kwamba alikuwa ni dereva wa diwani wetu. Kwa hiyo alikuwa sijui, akija kazini, kwa hiyo akauawa na watu ambao kimsingi hawajaeleweka mpaka sasa. Basi tuipokea kwa masikitiko sana kwamba kuna msiba kutani kwetu sasa, kwa huyo ndugu yetu, maana kumbe alikuwa ni, ni mzawa hapa, ni kwao kwenye mtaa wangu. Kwa kweli kitendo hicho kilichotokea kimetusikitisha watu wengi, na kitendo cha ajabu cha baadhi ya wananchi kujichukulia ma sheria mkononi, ni kitendo cha kukatisha uhai wa mtu, kwa kweli ni kitendo cha kulaaniwa na watu wote, kwa hiyo kwa sababu taarifa za kipolisi zimeshafika huko polisi, na taarifa zinaendelea, masuala ya polisi yanaendelea. Basi sisi tunaendelea na masikitiko, tunaendelea kuungana wananchi hapa mtaani kwa ajili ya kuomboleza, lakini hili sasa, yule ndugu yetu tuweze kumstiri kwenye nyumba yake ya milele. Mimi wananchi wa mtaa wangu, hasa wa Mwinuko, napenda kuwapa rai kwamba wasijichukulie sheria mkononi kwa sababu kufanya hivyo ni kosa, bali viongozi tupo, kuanzia ngazi ya mwenyekiti lakini diwani, ofisi zetu za kata, polisi na viongozi wengine ambao wapo kisheria. Hivyo na wasi wananchi wote wasi wasiwe na hasira za kupitiliza mpaka kujichukulia ma na sheria mkononi, bali wafike kwa viongozi tuweze kuwashauri lakini pia tuweze kusikilizana na kushauriana ni wapi sasa waende kwa ajili ya matatizo yao. Donnard Ndaro Protas, mkazi wa kata ya Kitangiri iliyopo manispaa ya Ilemela, lakini pia mimi ni diwani wa kata hii ya Kitangiri. Mnamo tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita ambapo ni jana alfajiri nilipata taarifa kupitia mwananchi alikuja nyumbani na kunijuza kwamba hapo jirani, umbali wa mita mia moja na hamsini hivi, kuna mwananchi amemuona ana dalili za kupigwa na ikiwezekana anaweza kawa ameuawa. Kwa hiyo alikuja kunijulisha kama kiongozi. Baada ya kuipata taarifa hiyo, kama kiongozi, nilazimika kwenda eneo la tukio na kwenda kujionea kilichojiri. Baada ya kufika hapo, kiukweli, nikuta kuna mtu ana dalili kubwa za kupigwa au za kushambuliwa, na ukimuona alikuwa na dalili za kuwa kama amekwisha poteza mauti. Sasa mimi kama kiongozi pia nilazimika kuwasiliana na jeshi la polisi kupitia polisi kata wetu, bahati mbaya namba yake yakupatikana, nikawasiliana na mkuu wa polisi wilaya lakini pia na mkuu wa upelelezi wilaya yetu Ilemela nikawajulisha tukio hili na wakaweza kufika kwa wakati. Sasa wakati nikiwa pale, baada ya kuona mwili na kwa bahati mbaya sana sikubaini ni nani, nilishindwa kumtambua kulingana na ile hali ya uvujaji wa damu kumtambua kwa haraka sana, lakini kadri wananchi walivyokuwa wakijitokeza walijitokea waliobaini kwamba huyu ni, ni dereva wa chuo cha Donald Driving School, ambacho chuo hicho nakimiliki mimi mwenyewe. Ndipo nilipopata mshtuko na, na kumwangalia kwa utulivu zaidi. Kiukweli baada ya kupata utulivu nikabaini ni ni mfanyakazi wangu wa chuo cha udereva cha Donald Driving School, na ni mwalimu wa chuo, kwa hiyo nilizidi kupatwa na majonzi kwa tukio hilo lakini pia tukaendelea na utaratibu wa kihuduma la tukio kama hilo. Baada ya maskari kufika, basi waliukagua mwili na kukagua tu, eneo la tukio, lakini pia wakachukua mwili kupeleka hospitali ya Siketure. Kiukweli nasikitishwa sana na tukio hili, lakini pia nasikitishwa sana na watu waliofanya tukio hili, ni tukio lisilokuwa la kibinadamu eh. Wanadamu tumeumbwa na utashi lakini tukio hili kikweli ni la kinyama sana. Kumuondoa uhai mwanadamu mwenzako ni kosa kubwa sana eh? Uhai hauna fidia. Uhai ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunapaswa kuishi paka mapenzi ya Mungu yaweze kutimilika. Marehemu Evance, kiukweli nina zaidi ya miaka kumi na nane nikiwa naye katika kazi, lakini na zaidi ya miaka 30 kitu nikimfahamu, sababu ni mtu ambaye tumekuwa naye kwao, nimemfahamu mpaka tumefika maeneo ya kuwa pamoja kikazi, ninamfahamu. Sioni sehemu ambayo amekwisha itirafiana na mtu na unaweza kaiona, lakini unakuta yeye ndo alikuwa anaonewa na alikuwa anasamehe na acha, kiukweli umkuti kwenye makuu yoyote eh, ni mtu mkimya, mtaratibu, hakuwa na makuu, kiasi kwamba hata wengi wanaomfahamu wameumia sana, wameumia sana. Ni mtu ambaye alikuwa mwema, mwema sana. Kwa hiyo tuna maumivu, tuna maumivu sana. E, marehemu ameacha familia, ameacha mke na watoto. Siwezi kuitaja namba ya watoto, lakini ameacha mke na watoto.